Abduli Abduli Abduli. Amka. Hmm? Tuko. Uko wapi? <coughs> Mimi hapa. Hmm? Tumelala masaa mangapi hapa? Mbona mimi sielewi? Wewe wewe wewe, nani? Ha? Mimi nani? Wewe jamaa, ushaanza kuchanganyikia, mimi si tuko. Wenani tuku na ni mekua kike ni? Nani mwanamke? kweli. Ah. Kama we kweli we ni tuku tulikuwa na mpango gani na tulikuwa tunaenda wapi? Acha ujinga! Sisi tulikuja kutafuta mti wa mizimu ili uje kuomba msamaha. <laughs> Ah! Msamaa ulikuwa unanicheka mimi ukajiona we umesemewa. Aya, sasa mganga Ndele amesha kugeuza Peace, kali PC elfu mbili. Ah, hizi ndo lawama sasa. Rafiki yangu utanisamee. Ngoja kweli kwanza kama utanisamehe, ngoja kweli kwanza nikukagua kama kweli tuko. Sio kafuta na nichezea sheria. Malkia wa kijiji Komoni dadu wanda mana kunipa mlegesho vipi, aliwafundisha mage? Alitufundisha wapi? Akutufundisha na sio kutufundisha tu, alitufukuza kama mbwa. Na mimi nilijua tu mage ndo afundishe bila tunu yote, kumpelekea hivi. Ndo nimepata tunu huko, viazi hivi hapa, nampelekea akamfundisha ni vizuri hata wewe mwenzetu umepata hata hicho kidogo, lakini kuna kitu mimi nilikuwa nataka nikuombe. Ni kweli najua umepata hicho kidogo, nilikuwa naomba tuende wote huko kwa maji tupeleke kitu kichache, ili akatufundishe wote, alafu tukirudi awamu ya pili nitapeleka maji yangu pamoja na ya kwako. Ni vizuri, ila fanya iwe kweli. Kwani mimi kuna kitu ambacho nishawahi kukudanganya wewe? Haujawahi. Lakini haina ulazima wa kuaminiana. Sawa, tunaweza kwenda Mbona umesimama? Tuendelee na safari, Mwambanja. Mi nimechoka, hata hivyo hii mizigo ndio inafanya nichoke zaidi, na kama tunakoenda ni mbali kuliko tulikotoka, basi mimi nitaishia njiani. Kilaka, wakulalamika ni mwana mfalme na si wewe. Kumbuka sisi tumekula na tumekunywa, mwana mfalme ajali jadala chochote kile. Kivipi sasa hivi unasema umechoka? binadamu mwenye roho mbaya kama mganga ndele ivi kweli ajiona adhabu nyingine ya kunipatia tofauti na hii, kunigeuza kuwa mwanamke na katuacha huku polini, akati anajua kabisa kuwa wewe ni mbakaji kutaftia na we hapo, nanikosea? Kwa nini unasema mimi mbakaji? Hivi umesahau kwamba wewe ndo ulikuwa kiongozi wangu? Mimi ulinishawishi tumbake yule binti, leo hiyo unasema mimi mbakaji? Tulikuwa tu wabakaji wote, alafu tuku hivyo <coughs> najua umekuwa mrembo sana kuliko hata yule mwanamke tulio mbaka siku ile, mm. Kingine nimekumbuka sije, kwa kakuona ukitoa machozi wakati kipindi kile mwanaume haujabadilishwa kuwa wa kike, ukuwa unajifanya mimi komando, jembe jembe, chuma chuma, sijui nini nini, leo nalia tuku. Unakuwa mrembo sana hata pia ukilia. <laughs> Unanishawishi, unanikosha moyo wangu. Jamani, mimi mpaka nakuonea aibu tu ujenga mduri Hmm. Kitambaa chako hichi hapo ulikidondosha. Ngoja nikufunge. Okay. Tulie basi. Tulia nikufunge kitambaa chako ulikidondosha hapo. Tufikireni jinsi gani tunaweza kutoka hapa wetu. Tumejaribisha mara ngapi hapa kutoka, lakini tumeshindwa. Sio chini ya mara kumi. Tumeenda, tumerudi, tumeenda, tumerudi. Hatuwezi kutoka hapa. Tubakigi tu hapa hapa. Hapa ni jembe jembe, jiwe jiwe, chuma chuma. Tujaribu tena. Sasa tunaenda wapi? Njoo tujaribu kutoka tena. Shujaa. Sisi ni mashujaa na tutafika kukifata kile ambacho tunakitamani tukipate. Nikirejea kwenye hadithi zamani, kulikuwa na wanaume watatu ambao walikuwa ni mashujaa sana, walikuwa safari, lakini walivuka moto na kuona dhahabu. Shujaa mmoja aliokota ile dhahabu na kuiweka juu ya jiwe kwa ajili ya kuiosha. Kunguru asiye na maana alifika na kuichukua ile dhahabu, akapanda juu ya mti mrefu sana. Wawili walichukua mawe haraka kuhitaji kumbonda kunguru huyo mjinga, lakini shujaa mmoja akawaambia kitu, ukiwa shujaa Lazima utumie nguvu na akili. Alimwangalia kunguru, kunguru akiwa anatazama chini. Kwa mara ya kwanza, akafanya Haa. kunguru alibaki kimya. Mara ya pili, shujaa yule alifanya tena Haa. Haa. Kunguru naye alijibu Haa. Akaangusha dhahabu Hivyo nawaambia mashujaa nyinyi, tunaenda safari yenye umbali sana. Hivyo kama sisi ni mashujaa, tutatumia akili na nguvu kuhakikisha safari yetu inakuwa rahisi sana. Miguu yako usikandamize sana chini kwenye mwendo, jaribu kuiachia nafasi, miguu itembee. Hivyo safari yetu haitakuwa ngumu kama mnavyofikiria lakini uh, nina kiu sana uh, naomba maji. Dani, mwana mfalme, muda ambao ulikuwa umelala ilikuwa ni mchana, hivyo kutwa bado haijaisha, kwa sasa upasi kunywa maji ala. Ala. Ala, ala, sawa. Imeandikwa, hatutaishi kwa maji tu bali kwa nguvu kilaka. Unajua wakati tunaendelea na safari, niliona kama mtu ampita nyuma yetu tena akiwa kasi sana. Tege, mi siku zote wena kuchukulia gapo watu, sijui hata ufalme wenu uliingie. Yaani una mambo ya kitoto ya kitoto wewe unaogopa hadi ndege saa hizi huku mbolini, si ndio? Kweli tena, mimi nimemwona mtu tatizo. Wewe ujai jenga imani na mimi na wala ujai niamini, huo muda ambao unafanya utoto tukiwa safarini mwenziona utumia uzuri, nakuwa kama mfarumu kama mtoto wa mfarumu taiga. Sisi ni wanaume huku porini, acha kuogopa ndege hizo itabia za watoto wa kike acha ki uoga acha uoga sisema mimi muoga hicho hamna kitu acha uoga asasikia kamwambie mtoto wa mfalme ajisaidie haraka mpaka sasa ile eneo sio nzuri kabisa. nenda wewe

Mmeamua kunifuata, najua kabisa nimekuja kufanya ni jambo gani? Kwani na hili jambo linahitaji ulinzi hakika? <coughs> Nyinyi walinzi bora sana kweli, mnalinda kila kitu au mliamua tu kuja kunichungulia?